Mimi naitwa Bryson Mwanga ni natoka benki ya rasi, benki ya maendeleo TIB. Ni kaimu meneja wa, wa kanda, kanda ambayo inajumuisha mikoa saba tukianzia Katavi, tunakuja Rukwa, tunakuja Songwe, Mbeya yenyewe, Iringa, Ruvuma na Njombe. E, kwa nini tumeitisha hili kongamano? tumeitisha kongamano kwanza kwa ajili ya kutoa elimu. Ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba tunajitangaza kama benki ya maendeleo. Ni kweli kwamba baadhi ya watu kama pia hata tulivyoona hapa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maelezo kuna watu wengine ambao hawaifahamu benki. Kwa hiyo hii ni platform pia ya kuhakikisha kwamba tunapanua uelewa wa shughuli zetu za kibenki. jambo la pili nile kupata mrejesho wa changamoto mbalimbali mbali ambazo wateja wetu wanakutana nazo, na ili tuweze kujadili nao, tujue kiini ki cha matatizo yao, na itatusaidia kuboresha shughuli zetu kwenda mbele. Hayo ndio maazimio makubwa yaliyopelekea tukaitisha hiki kikao, kujitangaza na pia kufahamu changamoto za wateja wetu. fanya biashara ya madini labda mimi niwapongeze tu watu wa TIB kutoka makao makuu kuweza kufika <coughs> kwa ajili ya kuja kuongea Mbeya. Lakini sisi sehemu ya nchi tunachimba madini mkoa wa Mbeya, tunayochunya na viwanja na viwanda ni vingi vya uchenjuaji, lakini taasisi za kifedha mmekuwa ni shida kwa masharti mengi na yasiokuwa na tija kwa Mtanzania, tulikuwa tunawaomba kwenye tasnia hii ya uchimbaji ambayo ina fursa kubwa na inaingiza fedha nyingi, mkiwe mki, mkituona na mkawekeza kwenye viwanda vyetu tutazalisha dhahabu za kutosha na zitatusaidia. Naomba elimu hii tuifikishe eneo la wachimbaji. Tuna viwanda vingi vya uchenjuaji ambavyo sasa hivi havina hasara, hatuchimbi. Mtu amechimba marudio amejaza mlima, halafu anahitaji uwekezaji. Cha kazi yenu nini? Kufika pale kukuona kiwanda chake na marudio, kama yana hela yanatosha, mkajiridhisha kwenye taarifa za kimaabara. Huyu mtu anahitaji usaidizi. Tumetumia pesa za moto za kausha damu na tumekaushwa, lakini bado tunaishi, tuko vizuri. Kwa nini tushindwe kurudisha mikopo yenu, nini ambayo mtasema ili mtanzania tumwinue, tumotoe kwenye umaskini. Asante. Uh, mi naitwa Mr. Kesi Salutarius, ni mkurugenzi mtendaji wa Peace of Mind Hotel na pia ni wakili wa femu inaitwa The Peace of Mind Advocate. Mi na masuala mawili. La kwanza eh, najua kwamba kwa mujibu wa sheria za ardhi na sera za ardhi ya nchi yetu Tanzania, kuna aina tatu za ardhi: ardhi ya hifadhi na reserved land kama misitu, hifadhi za wanyama, national park na kadhalika. Alafu kuna ardhi ya kijiji customary land na kuna ardhi ya jumla ambayo ndio ardhi ya mjini. Sasa kosani yangu ni hizi ya ardhi mbili ya, ya kijiji ya kimila na ardhi ya, ya jumla ambayo ndio ardhi ya mjini inamilikiwa kwa aina ya hati ambayo inaitwa Certificate of Occupancy, hati miliki ya kimjini au baadaye ikisajiliwa inaitwa Certificate of Title. Na ardhi ya, ya kimila au ya kijijini inamilikiwa kwa hati miliki ya kimila au Certificate of Right of Occupancy. Kwa uzoefu wangu, mabenki mengi yamekuwa yanakataa kutumia hii Certificate of Right of Occupancy. Sisi ya rao. Ambayo ni, ni hali ya unakuta mtu ana shamba labda etari elfu moja lakini ana sisi ya rao. Anakataliwa ile hati kutumika kama kama security au dhamana. Sijui e, ni wezetu TIB mkoje kwenye hilo suala. La pili ni kuhusu aina ya dhamana. Umesema kwamba kuna dhamana za aina mbili, movable na immovable, yaani kwa mali ambazo zinahamishika na zisizohamishika. Kwa mfano ardhi haihamishiki sasa nilikuwa naomba labda tungepata tunge ufafanuzi wa hizo hizo eh, dhamana za mali ambazo hazihamishiki, kwa mfano ndege. Nikiwa na ndege, mnaweza mkanikopesha mkaitumia kama dhamana, ile hati ya ownership. Kuna meli, kuna magari, kuna mitambo, kuna mashine mbalimbali kuna mazao shambani ambayo tayari yanasubiria kuiva au ku, ku, ku, kuvunwa, alafu kuna stock ya mazao ghalani, ghalani, ghalani, ghalani, stakabadhi za ghalani na gunia zangu elfu moja au elfu mbili ghalani naweza nikazitumia kama dhamana, alafu pia kuna stock nauza vifaa vya umeme au, au hadi waya kwa ujumla, na stock labda ya vifaa vya umeme yenye thamani fam, ya milioni mia tano. Hiyo stock naweza nikalitumia kukopa kwenye uh, Sambamba na hilo kuhusu hizo dhamana sasa, kuna kuna dhamana mfano hizo ambazo ni za ardhi za immovable property nikiwa na ardhi tupu ambayo haijaendelezwa naweza nikakopa kutumia hiyo hati kama dhamana, kwa sababu kuna kuna, kuna, kuna maeneo kwa mfano Kariakoo kuna viwanja ambavyo havijaendelezwa au vina magofu vina thamani ya bilioni na hata pambea kuna kienda kama a viwanja ambavyo pengine vinaukuta havijaendelezwa vina thamani labda ya aeleze uh, mkoa unatakiwa uweje, aeleze mipango ya kimkoa inatakiwa iweje, aeleze miaka ishirini, yani mkoa wa leo tuwe na mipango hata miaka ishirini, upande wa kilimo, upande wa viwanda, upande wa utalii na kadhalika. Lakini tutakuwa na watu wa mada pia, wachache ni watatu tu. Mmoja atatokea hey, E, nini special economic zones au ambao wanajenga na kuratibu viwanda vikubwa kwa upande wa pwani na mikoa michache. Tutakuwa na e, mtu wa mada kutoka Sagot kwa ajili ya kilimo, lakini pia tutakuwa na mkurugenzi wa TTB kuangalia kama sisi tunaojenga mahoteli tunaoangalia kampuni za utalii na kadhalika tunafanyaje kufanya e, e, Market linkage ya utalii, viwanda, mahoteli na kadhalika. Kwa hiyo ni kongamano kubwa sana, tutawaalika wote ili tuweze tuweze kuhudhuria. Tutawaalika viongozi wote wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini, na tunatarajia tuwe na watu zaidi ya mia nne. Kwa hiyo ni waombe kama mtapata wito, naomba tuhudhurie katika kongamano kubwa ili tuweze kutoa michango yetu. Baada ya kusema hayo, moja ya kazi zetu ni kufanya financial linkage, na kama nilivyoeleza, watu wa investment bank wamekuja hapa kwa ajili ya kutuelezea products walizonazo. Nijaribu kuwa hoje ofisini ikoje nini, wakasema tunaomba tuweke kwa pani, mpaka hii bahasha tutaifungua tukiwa na wadau wao. Basi nisipoteze muda, kwa yule ambaye anakuja kuanzisha ili jukwaa nikaribishe.